balo liko karibu, ni mwezi wa tatu kuelekea mm -hmm. kufunga kusherehekea siku ya wanawake duniani. Sisi tumeandaa event tarehe 29 mwezi wa tatu mm -hmm. ambapo tutafanya kama sherehe ya kujipongeza lakini pia tutakuwa ma, madhumuni yetu ni kujielezea na kufahamika kwa wanawake wa Iringa na mikoa ya karibu Okay. Kwa hiyo watu wote wanakaribishwa tarehe okay, 29. Kiingilio ni kitenge ambacho okay, ni shilingi elfu mm thelathini -hmm, lakini pia kwa yeyote atakayependa kuja kutangaza biashara yake kutakuwa na mabanda ya maonyesho ambapo okay, itakuwa kwa gharama ya shilingi elfu ishirini. Lakini pia tunakaribisha wadhamini mbalimbali okay ni vya aina gani e, vinapatikana wapi? gharama tumeshaitambua. kwa mimi nataka kuja kitenge, nakipata wapi kitenge? anacho sample okay? Basi, kwa sababu kwa manufaa ya msikilizaji ambaye hayatufuatii kwenye mitandao ya kijamii, Naam. tungiomba labda ataja hata rangi gani, ama kama sio rangi, basi ataja tunavipata wapi, kama ni kitenge cha aina yoyote ile. Naam. Na nadhani anaweza akaeleza vizuri mwenyewe. Kitenge chetu ni kizuri sana, rangi ya blue bluu, mchanga kidogo na nyeusi, ambacho kinapatikana Kusimuet, lakini pia tunampelekea mtu popote, na Kiota pia vitenge kwa hiyo kuna watu ambao ambao hawawezi kufikia moja kwa moja, wanaweza kuja Kiota hapo, na sisi tuna vitenge pia hivo. Hamid, umekiona hicho kitenge? Na nimekipenda. Kina rangi gani? Kina rangi nyeupe, njano, hii blue bahari au buluu inauzwa kwa gharama hiyo elfu thelathini. Ya, yeah, hiki kitenge ni shilingi elfu thelathini ambapo pia ndio tiketi yako mm. k okay. maanake ukilipa yake ukilipa elfu thelathini unapata kitenge unapata na tiketi. na kutakuwa na chakula cha kushiba cha kutosha mm -hmm. tu, tu tarehe 29. tisa, na tisa. Na, eh, na, tukio linaanza muda gani? Tukio linaanza saa 4 asubuhi, jioni hatutakuwa na tukio la usiku. Kwa hiyo tumezingatia wale ambao hawapatikani usiku, a tukio ni usiku nzima na, na, na sherehe hii itafanyika ita wapi? Kumbi, itafanyika ukumbi wa Sambara ni karibu na FFU. Kwa mtu anayetokea mjini anapanda daladala za Kiesa za mwanengo za Mkimbizi okay, atashukia Sambara Hall okay. Lakini anayetokea Kiesa Kilolo kuja mjini pia atashukia Sambara Hall, kwao ni barabarani, mtu hawezi kupotea okay. okay. Sawa, tuzungumzie pia wahusika wa tukio hili ni walika gani, au ni kila mmoja wahusika wa